Kundi tumeyaona. E, e, wapinzani wetu tumeshawafahamu. E, nimejaribu kupitiapitia maoni ya watu kwa kuwasikiliza, wengi wanalichukulia poa wa kundi letu e, kwa sababu pengine halina timu maarufu sana e, ukimwangalia, uki, uki, uki Stade Malien hana umaarufu mkubwa sana Afrika na nchi anayotoka, kwenye, kwenye upande wa, wa, wa, wa ngazi ya klabu E, haina mafanikio makubwa sana kwa hiyo, watu kwa kwa historia hiyo wanamchukulia poa Stade Malien, lakini kwa Petro Atletico naye vile vilevile hana historia kubwa sana Afrika, ukiachilia mbali nusu fainali yake ya, ya ligi ya mabingwa Afrika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hana kingine kikubwa sana cha kujivunia. Watu ambaye wanamwona ni tishio ni Esperance kwa sababu ubora wake unafahamika, utawala wake Afrika unafahamika, na maarufu mingine ni, ni, ni Simba Sports Club, lakini bado eh, tumeishi kwenye dhana za kukariri ya kwamba eh, sisi tunaamini ya kwamba timu kutoka eh, kaskazini mwa Afrika ndio timu ngumu na timu kutoka uh, sehemu nyingine mwa Afrika zinapokuja kwenye michuano ya ligi mabingwa ama kombe la shirikisho huwa tunaamini ni, ni, ni timu nyepesi na hapo ndipo ambapo unawapata watu wanakwambia e, Simba yupo kwenye kwenye kundi jepesi kwa sababu tu e, tuna timu mbili kutoka ukanda e, usio, yani timu tuna timu tatu kwenye kundi letu ambazo hazitoki kwenye ukanda wa Afrika Kaskazini, lakini mpira wa Afrika umebadilika sana balika kwa maana ya kwamba hivi sasa kila timu ina uwezo wa kufanya vizuri. Kwa hiyo kwao hii watu wa Afrika Magharibi ni platform kubwa kweli kweli kucheza mechi sita za hatua makundi. Sasa watu wa namna hiyo unapokutana nao lazima utegemee upinzani mkubwa, upinzani mgumu, kwa sababu wenyewe wapo wanatafuta biashara yao ya kujiuza zaidi, na ukiangalia timu zao hazina wachezaji wakubwa, kwa maana mchezaji miaka 29 30, ukiangalia std malien e, umri wa wachezaji wao ni kuanzia hapa 21, 22 mpaka 25, maanake hawa watu wapo sokoni kampeni inayofuata katika mechi tatu za ugenini, tuhakikishe hapa hatukosi alama nne ili ukijumlisha na tatu zako huko, mnyama anaondoka na alama kumi na tatu Hapo tunakuwa kwenye nafasi ya kuongoza kundi na kwenda na kwenda robo fainali. Na tunaposema alama nne ugenini maana yake Aidha eh, ushinde moja upate sare moja ufungwe moja, ama uchukue sare zote tatu za, za, za, za ugenini, kitu ambacho kinawezekana kwa Simba Sports Club, na sisi tume, tumeanza kujipanga kufanikisha hilo, na tunaamini kwa ubora tu uliokuwa nao, maandalizi tunayofanya haya yote yatawezekana, mnyama kuvuka kwenda hatua ya robo fainali. Lakini kila mwana Simba lazima atambue kwamba haitokuwa rahisi hata kidogo, hakika. Uh, hao ni wekundu wa Msimbazi uh, Simba kwa